Miradi zetu ni za kuweka sehemu uh, uh, au uh, vituo vya kupata habari na kusambaza habari community resource centers. Na ambapo vile vilevile tunahakikisha kwamba wakazi wa vijiji ambao kwa mara nyingi hawana uh, uh, njia mwafaka ya kupata ujumbe ili wawezeshe kushiriki kamilifu katika uh, uh, Uh, kip, vipindi vya kutoa maoni kwa masuala aina mbalimbali mbali, uh, ya kuleta maendeleo au ya kutatua matatizo zao uh, hivi, uh, katika kituo kimoja Obunga uh, tulishuhudia uh, jambo ambalo imefanya tu, um, tuwe na mpangilio hili uh, kituo hicho wengi waliokuwa wakitembelea na kupata habari na kutumia eh, internet na, na, na, na vifaa mbalimbali vya habari walikuwa ni wanaume, kumaanisha kinamama wengi bado hawajakuwa hawaja katika space ya teknolojia, na hiyo imetufanya tuandae hii sherehe ya mashindano ya kukula samaki ili hela yenye itatokea tuitumie kufungua vituo vingine hapa Kisumu, na hizo vituo zitatoa huduma. Mojawapo ni training, uh, ICT training eh, na mat, na vile vile, eh, uh, huduma ambazo zinapatikana katika uh, resource centers au information centers. Haswa tunalenga wakina mama ili wawe teknolojia savvy uh, wawe wamama wa kisasa wenye wanaweza kutumia eh, eh, internet kwa ku, ku, ku, ku, uh, kuuza bidhaa zao na kununua bidhaa, kwa mawasiliano, kupata habari hizi za serikali zenye zinawekwa katika website eh, na habari mbalimbali. Tunataka kuleta wamama katika space hii ya technology. Bila, bila hiyo dunia ya sasa ni, kila kitu ni teknolojia. Bila hiyo wamama wataachwa nje. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wahisani wenye wanaweza kujiunga na sisi katika harakati hii ya kuhakikisha kwamba sehemu uh, Kisumu na sehemu zingine uh, tunapoanza na Kisumu county wamama wamepata uh, uh, mafunzo na wana uwezo wa kutumia vifaa hivi vya kusambaza habari na kupata habari kamili.